Huyu hapa Dokta Mo asimba na kuonyesheni huyu hapa Yanga leo. Sio kuizungumzia Yanga. Sawa So kuizungumzia Yanga humo ndani leo, tulijua tunacheza na wachezaji, kumbe kulikuwa na maiti ambazo tulikuja kuzikafini tukazitia kwenye sanda. Ongea sana kakangu, ongea sana my brother, ongea sana Baraka. Baraka ndio niliwambie ndugu yangu furaha niliokuwa nayo leo, niliokuwa nayo leo, kama kuna kiumbe kimeumbwa duniani eh, kimebahatika kuwa na furaha hmm, basi nafikiri mimi ni asilimia mia moja mig nakwambia kitu kimoja Dar es hmm, Salaam Young Africans wanapotaka kufanya jambo lao asilimia mia moja wanajua nini ambacho wanakifanya. Yote kwa yote kwa pamoja tuseme alhamdulillahi rabbil alamin, la tusemeni kwa pamoja pamoja, sio zibaya alhamdulillah. So, Mungu kumpa sifa zake sawa so, lakini tuseme kitu kimoja Yanga leo imeposesi na mpira wake vizuri imecheza katika performance ambayo sisi tulizoea kuiona. Mona Yanga ilipoteza performance zake, ilipoteza michezo yake kwa kocha ambaye alikuwepo. Kocha ambaye mimi naamini kabisa, sidhani kama alikuwa ni chaguo sahihi kwa wana Yanga, Sidhani kama ilikuwa chaguo sahihi kwa viongozi wa Yanga. Sidhani kama ilikuwa chaguo sahihi kwa watu wote ambao wanaujua mpira Tanzania. Umeelewa vizuri, kwa sababu ilifikia sehemu hata wale wabaya wetu ambao walikuwa wanatuponda miaka yote, eti ilifikia sehemu wanamsifia Roman Fozi. Kweli jamani, yaani kweli, jemedari, jemedari eti alikuwa anamsifia Roman Fozi, unafiki. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, Yanga leo tumetoka mabingwa katika nchi yetu. Yanga leo tumeonyesha kwamba tunapotaka kufanya jambo lolote nchi hii au nje na ndani ya nchi nje ya nchi hii tuna uwezo wa kufanya jambo letu. Kwa hiyo mi nikwambie kitu kimoja, Yanga huwa haishindwi na jambo lolote. Nikwambie kitu hapo, ndani umeona faida ya bure, umeiona? Eh bwana, kuna faida leo. Mundani nimemwona Dr. Mo, wewe umeona nani?